Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali mbali. Leo nimewaletea mkasa utaweka kuacha kwenye maswali Kijana mmoja kwa ni jeshi wa kijiji huyo, kijana kwa majina yake amekuwa akiitwa Ibrahim, ameenda katika nchi za mbali, huko amekwenda kupigana vita. Sasa kwa sababu hicho kijiji kimekuwa kikimkubali huyo kijana ambaye kwa kiitwa Ibrahim, ndio wazee wa kijiji wamekaa nafasi moja kuongea kwamba wanamhitaji huyo kijana, maana hali iko vibaya sana, maana hawana amani tangu Ibrahim aondoke. Lakini tetesi zimekuwa kwamba Ibrahim yuko njiani anaelekea nyumbani. Sasa kipindi alipofika Ibrahim kutoka vitani, watu kwao wakampigia fujo na kusema kwamba mamba huyo ameingia ndani ya mji. Ibrahim amekua kishina bibi yake na mtoto mmoja, ndio akasema cha kwanza ndio hospitali. Alipofika hospitali, daktari alimpima huku marazi yake, akakuja kugundua kwamba iko na kansa ambaye ndani ya tumbo lake. Akamwambia Ibrahimu, "Ibrahimu nabibasha utulie kwanza, acha kwenda mambo ya vitani, maana huko na kansa kubwa sana inazunguka katika mfumo wa tumbo lake." Ndio Ibrahimu akaelekea kumwambia mkurugenzi wake, ambaye ni komanda chifu wake, akamwambia, "Chifu, mimi hapa tumbo nanisumbua, nimekuwa kwa daktari nikamkuta ninaambia naumwa kansa, sasa inabidi nipumzike. Ndio chifu yake akamwambia hakuna shida, maana ushamaliza vita, siku nyingine tutakuita. Amebana safari muda mji mrefu sana, maana hichi kijiji kilikuwa hapo. Kwa nini kingine cha zaidi ya mbali na kwao, pindi ipo ndani ya gari. Amekuwa huko kwa mwandishi rafiki yake anakumwambia kwamba iko na mwanamke ambaye ni mke wake pamoja na mtoto wa kike. Rafiki yake anamwambia ongera sana Ibrahim, naona wewe ushamaliza. Ibrahim alitabasamu kijiji watu wamekuwa wakimwangalia huku na kumshangaa, maana kwa ni siku mingi sana Ibrahimu ameenda kukatekeza huku kupigana vita. Sasa ameshinda, ndio anapatia mamisaada, anakuja kukabidhi watu, ndio akasema acha niende kuangalia mtoto wangu ndio, na mke wake. Na Ibrahim aliwafuata wazazi yake na kuambia kwamba mjukuu wao amekataa kwa sababu babake mbali, Ibrahimu hataki kurudia. Ndio mama yake akamwambia kuwa pole sana mwanangu, usijali, Ibrahimu atakuja, tuwe na subra, lakini tetesi zimekuwa kwamba Ibrahimu ameshakuja. Sasa siku moja Ibrahimu kucheza na mtoto wake, wameshazoeana mtoto wake, eh huko, akimchezesha, miaka imeenda, imesonga mbele, siku moja mbele sasa, siku moja Ibrahimu, mtoto wake ameshakuwa, akampeleka kwa mama yake, ili anaenda kumwambia kwamba akamchukua mtoto wake waende nae waishi mjini, amtoe kijijini. Mama yake amemzunika sana na kulia, alimwambia Ibrahimu niache mtoto, ila Ibrahimu hakutaka kusikia, akamchukua mtoto kwa kinguvu akampeleka. Basi mama yake alibaki analia sana, kisha akawafuata kwa nyuma ili ndio mnyang'anye mtoto. Kumbe Ibrahimu akasha ingia ndani mgari na ule mtoto, ndio amewasha gari na kuondoka zake huko. Mama yake alibaki na uchungu mkubwa sana, kama mzazi kumwona mwanae anaondoka, yeye anabakia. Sasa walipofika wanasema wanapoelekea kumbe huyu mzee amekuwa ameuza nyumba kubwa sana sasa baada ya miaka na miaka ule binti yake amekosha kuwa mtu mzima sasa ndio anaanza kumsumbua baba yake na kumwambia kwamba anamtaka mama yake baba yake akimletea chakula lakini binti yake anakizira mpaka binti anamwambia baba yake mimi sizingi kikula bila sijamwona mama yangu anachokitaka ni mama yangu inafika mpaka sehemu mzee anamwoa kulia kwa sababu ya kumwaza kinye binti yake kwa na kiwaza ambayo ni mke wake Ibrahim akatoka kumembeleza binti yake na mpaka kukula kipinda ipo meza akapiga ma marafiki zake ambao wanaosoma nao, waliongea mambo mengi sana kaza na wakazalika. Akamaliza akafika na lala. Sasa baada ya siku tatu nne, ule binti yake stori sasa zimekuwa shanza kwa msazi, Ibrahim ameshangaa sana kumwambia maana huyu binti sasa kakuwa akitembea barabarani eh, maana anaikaa barabarani, maana kule barabarani yani kila kitu chote akifanya ni cha usazi. Naam, karibuni sana kwa kuletea mkasa huyu mdogo ambaye mfupi sana tuliokuandalia huyu msikilizaji, msikose kusubscribe na comment, ili mjifunze mengi zaidi, maana siku zote anakwambia ajuwai uchungua maana ni mama yake.